Relax. Why is everyone betraying me? See, Nuk, si say ni wewe. Simon. Wewe staki bwana. Tu sahi. Simon. Simon. Simon. Hii story nikoja, ni ngoja nikuja kwa nyumba tuangalie. Ume, umefika aje hapa? Umejifikisha aje hapa? Simon kwa nyumba tunaongea nini? Kile unakoma kwa nyumba tushaiongea. Rent unalipa? Twende unalipa. Mimi si lipangi. School fees unalipa? Twende unalipa. Chakula unanunua kwa hiyo nyumba, Simon? Unakula unakulanga mawe.

Hello, so guys, eh, tumeweza kuongea na Simon hapa tukaelewana eh, ameweza kutujoin. Tunataka tuongee tu kwa utaratibu tuweze kujua nini inaendelea kuliko vurugu, kuliko drama, haitasaidia kabisa kabisa kabisa. Yeah, so Simon, asante eh, kwa kunielewa bro eh, malalamishi imekuja tayari shakuja. Mpuzi sana huyu. Huyu ni mwanaume mpuzi hadi sijui mleta wee, nyamaza we, mwanaume mpuzi sana, so sana, so bro, venye nilikuwa na nakwambia malalamishi ishakuja na mpenzi nini, bibi yako ameshaleta malalamishi, tunataka tuiongelele, tuko pamoja kwa sababu imefika. Ah, kama tuko hivi hiyo ni nini Binai? Sasa huu mwanaume hadi angefaa kukuja hapa na mambo ya watu wawili. Unaona venye mali ujinga yake imemfikisha huu mzee hapa, Binai, huu jamaa sijui anatu waste ya time tu. Unajua hata mko mnapiga kelele bure na sio huyu kijana, unajua huko anaongea na, na mambo yako hey, ya ya si, mi niko naangalia tu, si ni huyu kijana anaongea, najua huko anajaribu kupiga hapa mdomo na mambo yako bado sijamaliza. Mambo yako bado, unajua, mambo yako bado, kuna vitu ambaye uko unajaribu kutukaranga hapa. Unajua uko unajifanya mzuri tu nawe, bado sijamalizana na nawe... Najua nilikupea muda nione kama utabadilika, lakini bado tabia ni ile ile tu daktari. Bila hecha, daktari, mm. Najua kijana, kuna siku mlipanga vitu mm. na huyu na huyu ndio sijui niseme ni mpenzi wako ama? Eh, hey, hey, hey, hey, hey, hey, kuna uh-huh. kuna vitu mlikuwa mmepanga ya kuchukua loan, mlienda mkachukua loan. Oh, hey, loan. loan tulichukua iona kwamba mbona umestuka kwanza wakati nimeanza kuongelea hii mambo oh. Hakuna, tunaongea mm, ni loan tunaongelelea, sishtuki hadi nataka mm, <laughs> niulize ni mm, Shiro, kwamba mulichukua loan Shiro, kuna loan mulichukua? Eh, kuna loan tulichukua hmm, tulichukua na, e, mm -hmm, na naona hiyo pesa hata hakuna kitu ya maana mlifanyia. Naona mulikuwa mnapiga tu ulevi na hakuna kitu ya maana mulichukua, ya kazi gani sasa hiyo loan? Ah, ni mambo yetu tu daktari, mambo yetu ni ngumu ni sawa, unajua mm. hii Kierere, naona una mdomo mingi ah, sana <laughs> naona una mdomo sana <laughs> <laughs> Sasa kuna hiyo lona ambayo mulichukua, hata huyo mwanadada Shira jui hii kitu na kuna kitu ambaye imejificha hapa katikati na ambayo hujui. Hebu sema daktari, I'm really curious. Ndio. Kuna hii loan ambayo umekubali unasema mlichukua na huyu, eh, kijana. Uh -huh. Na naona hiyo pesa hakuna kitu ambayo mlifanyia na naona pesa mingi ni yeye alitumia. Si ndio? Sababu alikuwa na, kuna ujanja ambaye alitumia hapo katikati. Ujanja? Mm. Steve, Ujanja gani daktari? Eh. Unajua mm, huyu kijana wewe unamuona tu hivi, unamuona hivi. Na ni mtu ambaye anatumia ujanja mingi ku survive. Daktari, nangoja umalize hiyo statement. Ujanja gani? Ujanja mingi ku survive. Hiyo loan ambayo mlichukua. Mm, pesa mingi ndio alikudanganya danganya. Na naona mlishindwa kulipa gari kachukuliwa, si ndio? Eh, uh, uh, gari gari gari lichukuliwa. Hiyo gari ilichukuliwa, kijana ulienda ukafanyaje? gari, gari gari gari ilichukuliwa gari... imechukuliwa <laughs> <lini? laughs> tulikuwa nayo sasa, tulikuwa tumepeleka gari yetu mm. Eh sasa, ndo tukilipa loan turudishiwe gari yetu niyo, yeah. Gari moja nani ya baba Steve alinunua? Baba nani Chris alinunua? Sijutu si hmm. Daktari anajaribu kuongea hapa. Ulifanya ah, nini na hiyo pesa? Hiyo pesa ulifanya. Eh. Usini, eh. A, hapana, hapana, eh. Mi si mjinga sawa, Steve eh. sawa eh. Ulifanya ah, nini na hiyo pesa? Ama, daktari, sema tu. Sema tu, eh, unajua nimetaka nimwanike wazi sababu ye amekuwa akionyesha aki lawama kwa wengine akicheka wengine na mambo yake hmm. hmm. Hiyo loni walichukua wote mm. na sababu alishindwa kulipa mm. gari kachukuliwa. Mm. na huyu kijana ni mtu ambaye ni ndio maana nawaambia ni mtu ambaye amejanjaruka sana, ni mtu ambaye ameishi. Ni kijana ambaye alienda Pesa alikuwa amesanya mingi. Nyote wawili. Daktari, nataka umalize kitu yenye unasema. Ndio nilikuwa namalizia. Najua naona mnapiga tu mdomo sasa na shangaa nani ataongea. Wewe. Ah, mzee. Sasa kijana, ulienda ukachukua hiyo hiyo gari, ulienda ukalipa pesa ukachukua gari, na ujaombie huyo mwanadada, mbona gari umenyamazia? Steve. Huh? Steve. Nilikuwa nikuambie. Eh. Hey.

Hadi nilikuwa na ngoja hiyo siku nikuje kwa gari, alafu niende chini nini. Unakuanga hivi na mapresha ziko every day new drama. We, Daktari, sasa afuka, msipigane haki, mwache kupigana tuongee. Usinishike wewe, usinikaribie, nitakupiga kofi ingine. Kuja kijana, simama hapa. Mm. Um. Nadhani unanijua na nadhani tumepatana nawe mara mingi, na unajua nikikasirika vile huwa anafanya, si ndio? Mm. Sasa nataka utoke tu hapa kwa uzuri, tunaona leo sijataka, sija mambo mengi, nataka uende. Ah, ulete hizo vitu ya leta vitu yoyote ambayo si yako. Yes. Kwa hivyo unasema hii dogi iko na nyororo kwa shingo, ndio iko na gari yetu Yeah. <laughs> Yeah. Unaona mavitu mmeleta huku Binai, unaona mtoto wa, mtoto wa campus venye ananiongelesha mimi. Mzee niko na heshima zangu, wewe, tusifikishane hapo, tusifikishane hapo. Sasa nitaka kupigana na nitandika nyinyi wote bana, mimi ndawavuruga, mimi ndawavuruga, ndawavuruga nyinyi wote, na huwa mko wenyu wa madeni. Ndawavuruga wewe ukaosha hiki ara. Wewe acha kunishika wewe, acha kunishika, mimi si bibi yako. Usinishike, shika e, jana jana kuja ule bibi yako unatandikanga, enda uoge, acha nini na nyororo yangu, mapesa ndo amna <laughs> nataka utoke tu hapo kwa uzuri <laughs> <laughs> <laughs> nataka utoke kwa uzuri <laughs> <laughs> unaona vile naongea hivi saa hii na tusibishane tusibishane. Sawa daktari, nataka utoke tu hapa saa hii enda ulete hizo vitu saa hii. Saa hii ndaleta daktari. Nadhani unanijua, nikikasirika unanijua. Daktari leo sijataka maneno, niko ni sawa daktari. Hadi usichoke kuongea. Ni sawa daktari.

Watu wenye unafanya nao kazi marafiki zako wanakusaliti. Ndio maana nilikuwa nawaambia mali ya kupata kwa njia mbaya huwa so, inaenda tu namna hii. So unaona vitu vile inazunguka. E, sasa tukikuja upande yako wewe, unajua mambo yako. Hatujamaliza sababu huko na kesi mbili, hapa kuna kesi ya familia na kuna kesi ambayo ku, iko tulikuwa tunaongelelea. Sasa sijui umemaliza aje na bibi, sababu niliwacha kama mnaongea. Hatujamalizana, tumemalizana wapi? Simon Simon Simon, Simon. Unataka nikuje Simon. Tumemalizana tu saa hii, tu tumemalizanafim hii. Hii kwa nyumba, nyumba tunaongea nini? Unakunga kwa nyumba tushaiongea. Rent tu, unalipa? Mimi silipangi. School fees, unalipa? Wende, unalipa? chakula unanunua? kwa hiyo nyumba unanunua? Simon. Simon. Unakula, unakula, unakulanga mawe? Wewe ndo unanunua mani mimi, unanunua mani mimi. Unatoa pesa kununua wapi? Kuna kazi uko nayo, Simon? Kila kitu mimi ndo nafanya kwa hiyo nyumba, alafu bado uko na nguvu ya kuniongelesha venye unataka mwanamke. Mimi naona tunaweza sumbuana ni mgonge hapa bure. Sasa, Binai, tunasumbuana aje? Mimi na yeye na nani nafaa kuwa kasirika saa hii? Ndio umeniita nikuja kukasirika tena mara ya pili, utaki taki nipige tena mara ya pili, mimi sitaki drama Nitulie nini? tushao na wewe, ni mwanaume shameless wewe, we ni mshenzi wewe, ni muongo, uko na tamaa, wewe ni mvivu, umelaniwa. Nilikuwa nafikiri uko na pesa tena, hata uwezi angalia familia yako. Pesa gani? huyu huyu, mlevi huyu, mwenye napenda wanawake huyu, pesa? Mimi ndo nalipa rent kwa hiyo nyumba, hakuna kitu sembona nafanya kwa hiyo nyumba. Pesa gani yako nayo huyu? Sasa umekuja, umekuja kwa, ama uko na pesa ya kuonyesha wa mama uko nayo, lakini una pesa ya kutunza nao familia. Sasa, kijana, mimi naona hapa inanilemea, unajua hii kesi mimi nakupea muda, nataka muenda kando kidogo muongee ile ambaye atakuambia ukuja uniambia hapa, nijue vile tunasuluhisha hii mambo yenu. Ungesonga tu naye kando kidogo, vile atakuambia kuja uniambia, vile atakuelezea ukuja uniambia, sababu najua nimefuatilia ya mambo yake sana, nami nimemuona sana. Nataka muongee tu kando, sababu kabla hujasonga kando na, na, na bibi yako, uko tayari kuongea na yeye kuelewana

Simsonge kando basi muongee. Na msipigane tafadhali. Msipigane tafadhali. Wacha waongee huko tukirudi, tukirudi kwa upande huku Shiro, unafaa ujifunze kitu na kwa vitu zenye tunatafuta zote zenye tunafaa zirudi hapo, unafaa urudishe zote. Unafaa ujifunze kitu kwa sababu marafiki marafiki walikuwa nao karibu wote wameshakusaliti. Ni sawa? Eh? Ulimpea wali wali sijui logbook kuweka yeye mwenyewe alirudisha Huyu ndio huyu, mmempea logbook mara mwenda mara mambo na loan sijui nini, ndio anaenda kurudisha logbook eh. Sasa unaona, unahangaisha tu watoto bure, unahangaisha tu watoto i familia bure, ambaye njia ambayo stahili huwa inaenda tu hivi, ndio unaona hivi tu ambaye nakutendekea, na ni mbali ambayo ulipata kwa kutoa damu, sababu hiyo ni uhai ya mtu ambaye ulitoa, ndio ukapata hizi vitu, na pia yeye pahali hapo ajapumzika salama na hata kuacha kwa amani huyo mzee mali amelala, naweza kuacha na amani kweli hivyo watoto wake, mali ya mzee amelala saa hizi. Na istoshe tena, mimi hata sijui niulize nini, kwa sababu daktari watu walipanga kifo ya huyu hawasumbui mtu hata hamsumbuliwi, na huyo wakachikinga, hamsumbuliwi na nani na bwana hakuna kitu lifanya na umekubali mwenyewe hapo mnyume kwamba mlifanya, unasema aje nani Chris? unajua maybe nai mi... <laughs> like you know my father was very rich mm. naona alinipatia mm. everything. sasa yes, I mimi mean, nashindwa mbona tena akakuja akambetray like like why? Why? Why? So nani Marion kitufanye sinaona so, hapa mambo venye naenda mambo sio mazuri kabisa. Saa hizi nanii Feita kwa shuleni e, na Feita akiwa around nadhani pia tutaweza kumjulisha. Unakaa e, unakana nani wewe? Mimi naishi peke yangu. Peke yako pekeako? mm. yeah, tulikuwa tunaomba kwa saa hizi kama bado tunafuatilia vitu zenye zinafazi zipatikane zote kwa nafasi ya nani ya Chris, ilikuwa naomba uweze kukana na watoto kwa saa hizi. Sawa. Nichakana wao, nichakana wao because they, they are my cousins na unaona sasa, hii wao ni orphans completely na wameteswa. mi sidhani kama naweza watesa ni wameteswa. ulikuwa hapo umetutesa. Umetutesa. Basi ndio nimesema, wale watu wenyewe family family. Mbona hawaja kwa hiyo time yote, wanakuja wakati mambo ndio ya, yako vizuri watu wamekana amani ndio anajifanya anakuja. Haukuwa mzee wangu akiwa hai? Ulikuwa wapi? Ulikuwa unakuja cha kuangalia watoto kujua wanaendeleaje? Sibu. Kazi. Kazi. Sibu. Kazi. Sibu. Una deal na matakataka informa, mwangalie siburo unakoniwa we kwenda huko shameless. Unafikiri mimi ni kama wewe? Unafikiri mimi ni kama wewe? Mwanamke nyamaza, funga mdomo yako. Alikuwa wapi bila yeye, alikuwa wapi tukiwa kwa hiyo nyumba wote, mbona anakuja? Mbona msijulize kwa nini anajitokeza kati mzee ameaga

Kama unajua nini? Unajua naja kuhusu kuolewa, ungekuwa wewe mwenye ushaolewa, mbona hujaolewa hadi sasa, ina miaka yako? Mbona wewe? Hakuna mwanamume ht kw <laughs> Heri mimi, heri mimi I'm attractive to them. Wewe, wewe uko hivyo hata hauna mtu, unajifanya sasa umekuja kuofa a helping hand when my, when my tuletewe like oh, oh, me. Logbook. <laughs> Unaweza enda, Shiro, unaweza enda wacha tuletewe logbook kwanza. Ungeambia hivyo kitambo, mlikuwa mnanieka hapa ila acho nyaju kuosha mawigs. Sawa, enda, kwenda huko. Wewe unajua Joshua. Wewe kama si wanaume ungekuwa nothing, kama si pesa ya wanaume ungekuwa nothing. Ni sawa, Marion, tutulie, achana na hiyo hiyo, imeshaenda hivyo, imeshaisha hivyo, tuachane nayo, tuache kuwa na hasira sijui kama mnasikia venye anaongea mm. Ako na kiburi sana. Yeah, ni kweli ako na kiburi. Lakini sasa mwache, tusaidiane tu hivi tu tujue venye tuna solve issue tafadhali. Sawa, eh sawa, for the sake of Christ and faith nitatulia. Okay, sawa sawa. So daktari, tungoje huyu kijana alete hiyo logbook ndio acha wafike alafu ndio mm. Mm. Mm. Tujue vile tunajaribu kusuluhisha hii mambo zingine unajua mm. Lakini nadhani mambo ambayo imebaki si ngumu mm. Eh, ni kusuluhisha tu hii mambo kidogo kidogo, mm. na naamini kila kitu itakuwa sawa. Najua mmeumia sana mm. kwa hii taarifa ambayo mmepata mm. lakini naomba mkuwe wavumilivu mm. mkuwe na moyo. mm. Eh, hii dunia mm. ni hivyo tu ndio iko ni mambo ambayo inatendeka mm. na, na minu... kuna kitu kingine kuna log... kuna mm. Alafu kitu mimi nilikuwa naomba daktari, kwa sababu najua msichana venye ameshaagi na huyo na huyo na, na nishi roho. Labda anaweza kuwa kwa pia kwa anaweza kuwa hatarini kidogo. E, utamwekea kinga venye uliwekea wakina Chris pia mambo yake. Tukimaliza, mimi nitashughulikia kila kitu. Mkuwe, mkuwe careful tafadhali, mkiwa mkuwe mkue, mali, mkue, mkue careful, sawa. Hizi mm. vitu zikikuja Chris, uziweke vizuri. uko kunaziweka hizi vitu, si ndio? yeah. Yeah? Okay. E, zikikuja ziweke vizuri kabla daktari aja kuonyesha mtu mwenye atakupea, kwa sababu alisema kuna mtu mwenye atakuletea mwenye atakuwa anakusaidia kufanya nini, kuziweka vizuri na kukusaidia kukuguide mwenye unatumia, sawa e, kwa sababu hizo unajua ukiachiliwa wewe unaweza maybe misuse tu. Make sure hizo vitu ziko salama, mimi nitachunga kila kitu e. Siwezi kubali, kwa sababu daktari kuna mtu ataleta, amesema kuna mtu ataleta mwenye mm, atakuwa nakana. Wakina Chris pale, ndio ni sawa, for the meantime nitakuwa na wao, lakini mtu akikuja wa pia ni sawa sawa, as as long as Chris na Fei wako safe mm, I'll be at peace mm, yes. Okay, sawa, tunashukuru sana, wacha tungoje walete hiyo logbook sawa. Chris, sawa so, yeah. So, mtulie tu, mambo itakuwa sawa. Sasa tushajua kila kitu yenye ilifanyika, tushajua kitu yenye ilifanyikia baba yako, mmekaa kama mnajua kila kitu, sindio? na venye mejua hivyo mpia msishikie watu magrudge mingi sana, hiyo ni kitu ilisha happen. si mambo na grudge, si mambo na grudge mm. Lakini sitakuwa na amani kama watu waliua anko yangu ya baba ya hawa watoto mm. kama justice haijatendeka mm. we will never be at peace, hatuta mm. way mm. yes, okay, tutajaribu venye tunaweza tuone venye takuwa sawa mm. okay, sawa.